Baada ya al Ahli Tripoli kulazimishwa kutoa suluhu na wekundu wa Msimbazi Simba Sport Klabu, ambao wametoka suluhu katika uwanja wa nyumbani wa al Ahli. Simba Sport Club kupitia wachezaji wake mbalimbali kupambania nchi na timu na kuondoka na suluhu ugenini. Nini, nini kimetokea nchini humo baada ya vurugu kubwa kuibuka baada ya mchezo kumalizika kwa Waarabu hao kukubali kutoka suluhu na Simba Spoti Klabu. Vyombo vingi vya habari na waandishi wengi au wachambuzi wameripoti ya kuwa Simba Spoti Klabu imefanyiwa vurugu baada ya mechi kumalizika, na kuamua kukaa kwenye jukwaa kwa muda mrefu kupisha vurugu hizo za mashabiki wa timu ya Al Ahli ya Tripoli, ambao walikuwa kirusha machupa kwa fujo hapo uwanjani, baadaye Simba kuamua kukimbilia huko katika chumba cha kubadilishia nguo taarifa zinasemekana mashabiki hao wa timu ya Al-Ahli waliamua kufanya vurugu na kutokuridhishwa na matokeo ya timu yao.